Na mawazo mengi hivyo? Shida nini mke wangu? Unajua fika yaani, hakuna ambacho ukijui kwa yale aliyotukuta hapa. Lakini mme wangu, nilikwambia mambo ya vyama vyama, sasa wewe uziwezi kweli wewe kugombea udiwani. Angalia, walikuja wapambe wengi kukuaminisha utapita, lakini sasa hivi wametuacha na madeni tu, ndo sielewi, sielewi na ndo nilikopa fedha za watu. Usiseme hakuna cha kufanya. Una namna ni ruhusu nifanye jambo kwa ajili ya wale waliokula hela zetu. Najua tu kwa namna yoyote, at least, nusu wa sala tutagawana. Haiwezekani e, tuingie kwenye madeni, alafu mme wangu hujafanikiwa. Lakini nilikuambia tunaweza, ah, oh, oh. uh -huh. tukafanya jambo at least, nusu wa sala tukagawana kweli ah, mme wangu, niamini. Unamkumbuka ile rafiki yangu mmoja Gudi. Huyu mtoto wa mzee nani? Eh, e, amefanya nini? Atulia, ah, mme wangu, yule kuna mtaalamu anamjua. Eh? Atafanya jambo. Wewe sasa hivi kaa kwa kutulia, ni ruhusu mimi wote wale watarudishi mchana asi kwa... eh, si kama zitarudi lakini. Wewe sasa hivi kunywa maji, kurudi hela zote. Mhm. -mm. hata nusu tu, mme wangu, ikirudi tuna hasara gani? Madeni yalivyo mengi, sipati picha akija mzee Pita ea tena. Sitaki hata kuchelewa, nataka niende sasa hivi. Mkiwangu, niletea simu yangu mezani hapo naleta. Kina kitu. Sawa. Shoga yangu, yamenikuta mwanzoni mimi eh, na shemeji yako. Eh, yapi hayo tena? Si shemeji yako kujifanya nagombea udiwani wamemlia hela. Shoga yangu kwa kuna shughuli nifanye. Shoga yangu usikonde. Nina mtaalamu. Lakini je, utakubaliana na masharti yake? Sasa hivi shoga yangu ni wewe tu, amna shida. Nenda kwa mtaalamu awatengeneze, wasipende vya bure. Kwanza basi, rafiki zangu, hembu hebu kwanza subiri, mimi nijua mnaongelea mambo ya wapi. Kumbe mnaongelea mambo ya mganga? Kuna mashehe, kuna mapadri, mnashindwa kwenda kuwafanyia kuwa. hivyo wewe, unajua kwa nini? Huyo shehe, huyo sijui mganga, awe mchungaji. Mimi sielewi ninachotaka walao nusu wa sala. Nilopata na wewe ulokole wako usikuletee hapa. Wewe. <coughs> na <coughs> na wakati hivyo kwanza. Mimi mashoga zangu na wala shauri nitulize. Mashoga zangu. Haya, wa wa unakuja kuniambia kweli? Yaani mabesi yao. Nijua naongelea kuhusu nini?

Nusie, nusie, nusie. Usikia harufu yoyote? Songea haya, keuka haya, tulia hapo, tulia wewe. Haya, simamia hivi, nipeke hivyo hivyo, si umemleta mwenzio. Haya, kata kichura, chura

Anunga dada, shida yako imeisha. Kikubwa ni masharti, ni swala ya kwamba mme wako wamrudishie pesa wale wote walikuwa kama washawishi wakati akigombea kampeni. Hapo mlipo mmejawa na madeni mpaka makalioni, wewe na mume wako. Sasa sharti la kwanza, nahitaji siafu ambaye hajai kupigwa busu wala jawai kutongoza, alafu ni bikila au mjane? <laughs> <uwezo wangu. laughs> <laughs> wewe unasemaje? Mwenye shida, naomba unibadilishie, nikubadilishie. Nataka mbudume ambaye anavaa boxer. Mbudume. Boxer. yule mbudume ukimwona, unakuta tu kabisa kule nyuma kule kanafanya kule kanafanya hivo, huyo ndo mbudume, mwende mkamlete mbudume kale osakaleteni kwanza, mbudume eh. Mwende mkipata tunjoni. <laughs>